Gen Z, kwa sa Gen Z yote kwa mwenye natoka uh, Nyanza, Western, kumpafu wewe oh, yeah. Wakaleta hii kitu, wakachukua watu wao Gen Z, Uhuru na alicha za Raila kitambo. Sio sa, Uhuru alicha za Raila kitambo tuwe katu. After two years, tutaleta Gen Z. Wafanye maandamano, wafanye maandamano. Tutoe. Nani atabaki? dikavikasa Raila napima tu, anapima Ruto. Kangalia Ruto, Ruto pia si mtu hivi hivi. Akasema mimi kumi a uhuru kumi, mimi kumi, mimi sasa niende two years. Akapata William Samoei, akuna aku aku akili mingi Nanaambie na saa hii hapa, nyinyi wote, upende usipende, huyu jamaa anaenda miaka kumi, wala anaenda naneta mtoa, anajua wetuamanikai watu wanapiga hesabu zao na rigaji kasoko. Saa zingine pia, saa zingine wak watu anasemaga watu, watu, watu, mkuna akili na rigaji kasoko sazina, anawakosea juu Vitu zao, vitu zenyu yenye mlikuwa mmeweka Amerika, already, gasago ameongea. Tunajua Mungu ana mdomo yake, akasema tu tu kichukua 50 years. Sasa tunajua tu, oh sahi maisha na sahi unalia, sahi omba Mungu ukufe kabla fika 2032, juu after 2032 maisha yenyewe yanakuja, ita ita ita sinda hii sasa hiyo Mount Kenya watakuja waka, wakaweka tu wameweka meno hivi, tunachukua watachukua. <laughs> watachukua na maisha itakuwa juu zaidi, so wacha tuombe Mungu, tusike babu wino mkono, sawa tunakuwa safe, tusiko sufuna mkono itakuwa ni safe. Uh, uh, tusike Ndindi Nyoro

kama ule jamaa alitengeneza yake, alitengeneza nini? oh, j, j, se, se, jela yake akaweka watu. So Wakenya, usipiga tu siasa, unakuja, usikubali kutumika, usikuwa ngazi ya mutu. Sisa hii tu kuna Raila Amolo Odinga na akisimama president 27 hiyo ni sawa, kuna double chance Raila akisimama tu, na Ruto sawa, tuko na watu wawili kwa debe. Raila hata amesimama, jua tu ina kuambia tu free, uko hapa sia, atakuwa kigeugeu hapo, tutapiga tu hapo, tutakuwa na watu, na hiyo ni yetu, na mbona tutakangi, na hata tukifara, tutauza tutaki tunataka tuyetu tu, yetu tu. <laughs> So maybe Ruto kwa namba namba 3 itakuwa ni sawa juu hata ikibaki mtu mmoja tunasema tu sisi kama wafuasi wa Raila Amolo Odinga oh, venye mulisema rigadi kasaka karopoka watu wa mwa Kenya ongene huyo mtu wenyu ba, bado msipochunga tutajua mingi <laughs> So muongee na eh, yeye ana siri. Sasa Gasagwa uzuri yake unaongea tu na yeye. Alituambia tukajua. Asanteni sana. <laughs>